Mtazamaji, kikundi cha vijana cha Samba Sports Youth Trust katika kaunti ya Kwale kinatumia sanaa ya uigizaji kuhamasisha kuhusu masuala ya dhulma za kijinsia. Kikundi hicho kimezindua tamthilia ya Kovu inayoangazia athari za dhulma hizo na changamoto zinazowakumba wanawake katika nafasi za uongozi. Waandalizi wa mchezo huo wanasema kwamba hatua hiyo inalenga kukomesha unyanyasaji wa kijinsia hususan kwa wanawake wanaopigania nyadhifa za kisiasa. wao wanatumia sanaa ili kwamba waweze kutuma ujumbe mzito lakini kwa njia ya kuact ili kwamba jamii waweze kuwa na mtagusano nayo na hii inafanya iwe rahisi kwamba masuala magumu kama ya ubakaji na aina zingine za dhulma za kijinsia zinaweza kupitishwa kupitia kwa sanaa mchezo wa leo wakovu tumeona kwamba wamesoma mambo muhimu zile zinaweza wasaidia hasa wale wana azma ya kusimama kama wanasiasa. So imekuwa ni lengo letu, ilikuwa kwanza wasome na wasome kupitia uigizaji na pia kuanza ku bring up the younger generations to understand what GBV is. Kila mwisho mwezi wa mwezi huwa tunafanya hii michezo na mwezi unaokuja pia tutaweza kuwa na episode 2 ambayo tutaendeleza pale tulipoachia, tuweze kuzungumzia yale masuala kwa undani kabisa, kuwa ndani ya siasa kuna nini. Ni michezo ambayo tunaonyesha vile vitu ambavyo vimeweza kufichika kwa jicho la kawaida au vimeweza kufichwa katika jamii yetu, kwa hiyo ni witu. Vijana ama community yetu wakuwe wanakuja kwa wingi kuja kuangalia these places, ili tupate kuzibale mashimo ambayo yanajitokeza katika jamii yetu kwa ujumla, ili mbeleni, uh, pengine pale mahali ambapo likuwa hatujafikia sisi kama jamii tuweze uh,